Kwa mwanadada ambaye ana mzunguko wa siku 28, ni namna gani anaweza akakaunti au akahesabu mzunguko wake, siku salama, siku za hatari na siku salama za mwisho? Atakuwa afanye mambo yafuatayo. Jambo la kwanza ni kuangalia tarehe ambayo ameingia kwenye mzunguko wake, ataihesabu kama siku ya kwanza. Ikitokea umeshiriki na mwenza wako siku ambazo zinakaribiana na siku ya ovulation, utapata ujauzito lakini ukishiriki siku za mbali kutokea kwenye siku ambayo ni ya ovulation, basi hautopata ujauzito. Na tukahesabu hapa kulingana na kalenda yetu, nikatoa na mifano kwamba ikitokea umeingia ada yako siku tano, siku ya sita ukashiriki na mwenza wako, utapata ujauzito au hautopata? Jibu tukasema hautopata ujauzito kwa sababu bado haujafikia kwenye siku ya ovulation. Then nikaja nikatoa na mfano mwingine kwamba ikitokea umeshiriki siku ya tisa ya mzunguko wako, je, ye, yeah, utapata ujauzito? Jibu ni yes, kwa sababu mbegu ya baba inaweza kusurvive kwa siku tano ndani ya via vya uzazi ya mwanamama. Hivyo basi kutokea tarehe siku ya tisa ambayo kwa mzunguko wetu ilikuwa ni tarehe kumi na moja mpaka kufikia siku ya kumi na nne ambayo ilikuwa ni tarehe kumi na sita basi unaweza kupata ujauzito, na kumbuka wakati wa kuhesabu mzunguko wako tunahesabu masaa ishirini na nne ina maana kama umeshiriki na mwenza wako saa sita usiku mpaka saa sita usiku siku inayofuata itakuwa ni siku moja. Hivyo kutokea siku ya tisa mpaka siku ya kumi na nne ukishiriki hapa katikati unaweza kupata ujauzito. Kwa wale ambao hawaplani kupata mtoto ambao hawajamtarajia, kuanzia siku ya tisa ni siku ambayo unatoka uchukue tahadhari na usiitumie bila kinga nyuma na hapo kuanzia siku ya nane kurudi nyuma, unakuwa na siku ambazo ni free na unaweza kuzitumia ukanjoy na ukafurahi na partner wako vile vile. Ukasema kutokea siku ya 14 ambayo ilikuwa ni tarehe 16 ukashiriki na mwenza wako unaweza kushika ujauzito, ila kwa wale ambao hawataraji kushika ujauzito inatakiwa waache siku tano mbele kutokea siku ya 14 ambayo itakuwa ni siku mpaka siku ya 19 kwa maana kulingana na kalenda yetu tutakuwa ni tarehe ishirini na moja ya, ya mwezi wa tatu. Kwa hiyo tutakao kushiriki na mwenza wako au ikitokea ameshiriki basi, inabidi mshiriki mkiwa ametumia kinga kwa ajili ya kujilinda. Kwa wale ambao wanatarajia kupata mtoto, kwa maana ya partners, wanatakiwa watumie effectively kuanzia siku ya tisa mpaka siku ya kumi na tisa. Hizi ndio siku ambazo wanatakiwa kuzitumia vizuri, na kama partner mmoja wapo yuko mbali ni vyema kama unasafiri safiri siku hizo, ili uweze kwenda kuzitumia vizuri na ukafanikisha jambo lako na mwisho siku mkaitwa parents. Kwa wale ambao wanataka kufurahi tu na wao kwenye hatari, wanaoogopa kupata mtoto ambao hawajamtarajia hawatakiwi kuzichezea hizi siku kuanzia siku ya tisa mpaka siku ya kumi na tisa, hawatakiwi kuzichezea kabisa, kwa sababu lolote linaweza kutokea kama hajaelewa mzunguko wako. Naendaje?